Sababu mimi nilisimama mbele yenu wakati wa uchaguzi na nikawaambia ile matatizo tuko nayo kwa mambo ya sekta ya elimu, hiyo matatizo tutatatua. Tulikuwa na shida na CBC, tumetatua matatizo ya CBC. Tulikuwa na tatizo ya, ya waalimu, tumeajiri waalimu kufikia Januari elfu mia moja wapya. Tulikuwa na shida ya madarasa, tumejenga madarasa elfu ishirini na tano mpya Tulikuwa na shida ya universities, tumetatua matatizo ya capitation ya university, tumetatua matatizo ya funding ya university. Now our universities are funded better for them to be able to deliver on their mandate. Kwa hivyo, sekta ya elimu tumeweka mpango kamili, kwa sababu hiyo sekta ni ya muhimu, kwa sababu ndio sekta inachangia usawa katika taifa letu la Kenya. Mtoto wa tajiri, mtoto wa maskini wanakuwa sawa wakipata elimu, na ndio sababu tumeweka pesa nyingi kuajiri walimu, kujenga madarasa, kuweka funding ya university na kunyorosha CBC, ndio tuhakikisha kwamba kila mtoto wa Kenya anapata nafasi ya kusoma, na mtoto asikose kwenda shule kwa sababu mzazi wake hana uwezo. We want to make sure that all our children go to school